Nam, mtazamaji wa Faida Online TV, habari za wakati huu. Uh, imekuwa ni shamra shamra ndemona furaha kwa wakazi wa Mtwara hasa manispaa ya Mtwara Mikindani mara baada ya kupokea fedha shilingi bilioni 27, kwa ajili ya kuboresha miundombinu mbalimbali ndani ya manispaa hiyo. Sasa katika vitu ambavyo vitaenda kufanyika eh, mara baada ya kupokea fedha hiyo kupitia mradi wa TACTIC, inatarajiwa kujenga kituo cha mabasi cha kisasa, lakini pia mifereji ya kuondoa maji yanayosababisha mafuriko hasa katikati ya manispaa ya Mtwara Mikindani, maeneo kama vile Chuno kule tumekuwa tukishuhudia magomeni na maeneo mengine kama hayo, lakini pia barabara za lami zitamwagika mwa lakini pia kituo cha ujasiriamali eneo la Skoya, ambapo mkandarasi amepewa miezi 15 tu kukamilisha miradi hiyo. Miezi 15 ni mwaka mmoja na miezi mitatu, so, so. Lakini hafla hiyo imefanyika siku ya Oktoba 10, 2025 ambapo imefanyika katika viunga vya Mashujaa Park Manispaa ya Mtwara Mikindani, ambapo mgeni rasmi ni Mkuu wa Mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Kenan Sawala, sasa ambapo nafasi ya ku e, ya kuzungumza na mkandarasi na kumwambia kina gaubaga wala hakumficha bila kupepesa macho, kwamba bwana, hii miradi ikamilike kwa wakati. Isipokamilika kwa wakati, kuna lugha fulani ya kikanali ametumia pale <laughs> sasa. Tukamsikilize Kanali Patrick Kenan Sawala akizungumza mbele ya Kadam Nas ambaye ameshuhudia utiaji wa saini wa miradi hiyo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, hakika sisi ni watu wa fieldi. Tafadhali Si. Sisi kwenye mradi wetu katika mkoa wetu utekelezaji unaanza tarehe 15 ya mwezi huu na leo tumeshuhudia utiaji wa saini mkataba wa mradi wa TACTIC kwa manispaa ya Mtwara Mikindani, wote mmesikia, unahusisha uboreshaji wa miundombinu ya barabara, eh, ujenzi na uboreshaji wa mifereji ya kutiririsha maji ya mvua eneo la Kiangu, ujenzi wa kituo cha mabasi eneo cha Chipuputa ujenzi wa kituo cha ujasiriamali eneo la Skoya pamoja na ujenzi wa jengo la usimamizi. Ni miradi mikubwa, tuna wajibu wa kuishukuru serikali yetu, lakini na kuitunza miradi hii. Kwako wewe mkandarasi, natoa rai kwako kuhakikisha kazi hizi zinafanyika kwa haraka, kwa ubora uliokusudiwa na kukamilika kwa wakati, kwa mujibu wa mkataba na mpango kazi uliokubalika ili wananchi waweze kunufaika na miundombinu hii ambayo serikali ya awamu ya sita imewekeza katika manispaa yetu. Na katika hili mkandarasi, nadhani ulishatafuta habari kidogo, mimi ni mtu wa site. Mkandarasi na wasimamizi wote, mimi ni mtu wa site. Kwa hiyo mpango kazi ule nitauweka ofisini kwangu na nitakuwa najua leo ni juma la ngapi mradi huu unatakiwa uwe hatua gani, aidha barabara, aidha ujenzi wa, wa stendi na kadhalika. Hivyo kwa kweli kabisa nikuombe mkandarasi, kafanye kazi uwe ndani ya mpango kazi, au ikiwezekana uwe mbele zaidi. Hatutakuwa tayari kusikiliza visingizio vyovyote vile ambavyo vitasababisha mradi huu uchelewe, lakini nikupe moyo ofisi zetu zote na wasaidizi wangu zitakuwa wazi wakati wowote kushirikiana na wewe kutatua changamoto zozote ambazo zitajitokeza ili kwa pamoja tuweze kufika tulikolenga tukiwa salama na kwa wakati. Mungu wa mbinguni akubariki sana katika kazi zake. Kwa mkurugenzi wa manispaa pamoja na meneja wangu wa Tarura mkoa na, na wilaya Sina tatizo na sina mashaka na usimamizi wako mkurugenzi wetu. Umekuwa msimamizi wa miradi mingi, mingi. Hapa wana Mtwara Manispaa wanafahamu. Miradi mingi unaitekeleza ndani ya muda, mwingine hata kabla ya muda. Shule ya sekondari Tandika, fedha imeingia mwezi wa sita mwishoni, lakini kufikia Agosti mwishoni alikuwa ameshamaliza ujenzi wa ile shule. Sasa hivi nenda pale Chuno kituo cha afya kinakimbia, si ndio? si ni chuno pale exact. Mimi wanapita na ninafuatilia na miradi mingine mingi, naenda hospitali ya wilaya pale ya manispaa pale, eh, kule mji mwema inakwenda vizuri, na miradi mingine midogo midogo mingi mikubwa inayii iwe afya, elimu na kila mahali. Kwa hiyo sina shaka kabisa na wewe na timu yako yote katika usimamizi. Ni matumaini yangu utaenda kusimamia huu mradi yote hii ya TACTIC iliyosainiwa leo kwa uwezo wako wote ili wanamtwara waweze kuona matokeo yake ndani ya muda mfupi. Kwa upande wake mratibu msaidizi wa mradi wa TACTIC kutoka wakala wa barabara za vijijini na mijini yaani, Tarura mhandisi Emmanuel Manyanga pana nafasi ya kuzungumza machache kuhusiana na mradi huo. Na mitaro hii ya kiangu inahusisha pia uboreshaji wa mabwawa yanayozunguka maeneo yale. Kuna mabwawa matatu ambayo tutaenda kuyadhibiti ili asiendelee kuleta mafuriko katika makazi yetu. Pia tuna ujenzi wa kituo cha wajasiriamali eneo la Skoya, ambapo pale tunapenda kupaboresha, na pia tuna ujenzi wa stendi kuu ya eneo la Chipuputa na pamoja na hayo yote, tutakwenda kujenga jengo la wataalamu wasimamizi wa halmashauri pamoja na TARURA tutajenga jengo la ghorofa moja kwa ajili ya wataalamu hao kulisimamia. Mchakato wa zabuni umekamilika na mkandarasi amepatikana, na kama ilivyosemwa hapa tayari yupo tayari kuanza utekelezaji. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia mradi huu wa TACTIC mkurugenzi wa halmashauri ya Mtwara Mikindani atapata magari manne yatakayosaidia wataalamu wake kwenda kusimamia na kurahisisha usimamizi wa utekelezaji wa miradi hii. Naitwa Madamu Hadija Mkambala, ni mkuu wa shule ya Likombe Sekondari. Nimejumuika kwenye hii hafla ya kutia saini miradi mbalimbali mbali ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Kwa hakika tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea miradi hii. Hakika itabadilisha mji wa manispaa yetu, lakini itakuwa ni faida kwa wananchi wote kwani inaenda kujenga Uh, stendi ya mabasi nzuri Asatemi. Lakini kuna barabara ambazo zitaboreshwa no, kule chuno na no, itarekebisha soko la sokosela kiangu mm. Lakini pia kuna mradi wa kutoa maji yote ya maeneo ya, ya kiangu kuyapeleka baharini ambayo yalikuwa yanasababisha mafuriko na, na kuleta athari kwa wananchi, kwa hiyo adha hiyo itaenda kuondoka, tunaishukuru sana Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakika wananchi wa wananufaika. Kwa jina naitwa Jabi Nachui. Changamoto kubwa tunazoona mji huo ni pamoja na, na masuala ya mifereji ya maji, mfano nakokaa kule mimi mwaka jana alifariki ali, ali, bodaboda mmoja kwa mafuriko. Sasa hii imetuletea utatuzi wa changamoto kama hii, a, nipongeze serikali kwa kuliona hilo. Kukamilika kwa miradi hii itakuwa imesogeza maendeleo mbele mkoa wa Mtwara, kwa sababu kituo cha wafanyabiashara kitakuwa kinafanya vizuri, stendi itakuwa kubwa, watu wataingia kufanya biashara na itakuwa ni kivutio pia. Lakini hata e, uboreshaji wa barabara, watu watapita, wafanya biashara na watu wengine, wakulima, kwa ajili ya kufanya shughuli zao, hivyo mji wa Mtwara utazidi kuboreka. Ambapo kufikia hapo nimefikia tamati, mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV, hakika sisi ni watu wa Field. Asante na nikutakia majukumu mema ya kazi.